Aise, karibu tena kwenye karibu tena kwenye kwenye podcast yetu Mambo Vipi, kama kawaida, mimi naitwa Tovuti. Leo nataka tuzungumzie issue katika mahusiano. Kuna kuna ile kwenye ndoa watu wanafunga ndoa, sasa kuna kitu, wakati wa kufunga ndoa Kiafrika, kuna ile unalipa mahari. Unaona? E, kulipa mahari ni kitu ambao ambao imekuwepo generation na generation kwa Afrika, kwa watu wakitaka kuoa watu wakitaka kuolewa na nini, nini mahari, na nini issue ya mahari inakuwa ni kitu ambao iko center katika katika mjadala mzima wa ndoa. Umeona? Lakini sasa tunachoenda kuzungumzia leo, tunaenda kuzungumzia hii mahari. Kwanza umuhimu wa mahari kuwepo au kuto kuwepo, kwanza ni muhimu iwepo au isiwepo. Lakini pia hii e, mahari watu wanavyoichukulia ni kama mradi. Je, ni kitu kama mradi? Ni kwamba ni kitu fulani unasema kwamba sasa, ah, mi nimepata mtoto wa kike, basi nitapata hela au nitapata ng'ombe au nitapata au nitapata faida yani. Kwa hiyo je, je ni, ni, ni mradi? Umeona hii hii mahali, umeona na huu utamaduni wa, wa, wa kulipa mahali, tukijiuliza swali ambalo ambalo ni uncomfortable kidogo, ni wa muhimu kuendelea kuwepo? Kwa nini ni wa muhimu kuendelea kuwepo? Je, ni, ni kitu kweli kinachoonyesha heshima kwamba una, unaonyesha heshima kwamba unapewa mtu? Na je, ni kweli mtu unapewa, kwa hiyo inabidi ulipe na kuna gharama. Je, sahii ya mtu kumnunua? Je, ukiwa ume, umelipa mahari huyo mtu unammiliki? Na swali la mwisho kabisa ambalo ndo, ndo la msingi wenye episode, episode, kwamba je ili, ili jambo baadae ba limegeuka biashara au la, kondo ndoishu ambalo naenda tukuzungumzia leo Ao well, um, ukisikia neno mahari watu wengi wanakumbuka ile harusi za kijijini ile, ile zile harusi zile kwamba wazee unajua, wameketi chini basi wamekaa hivi, aafu unakuja mnaleta ng'ombe, mnaona ng'ombe wanahesabiwa, mnapelekwa si mbuzi, mnaona wengine wanataka mbuzi, Wachaga wanataka mbuzi, mnaona e, basi ile ile ile, ki, ki asili, asili, ile basi unakuta wamekaa wazee nini, maneno yanatolewa, mnapokelewa ile asee Eh, amekuja kuleta mali. Nakumbuka um, dada yangu wakati anaolewa ndugu waz, wazee wetu akatakaga ile iende kimila kabisa, wanyakiswa kuna kitu wanaita ngambako kwa inabidi ngom, uje na ngombe dume, yani kuna namna fulani hivi umeona, mbwembwe kibao. Lakini hiyo kwa sababu za asili yake kabisa ni kwamba haikuwa biashara, yani yani, mahari ilikuwa tu ni ishara fulani ya shukrani, yani ilikuwa kama vile inatakiwa uonyeshe ushukrani, uonyeshe kwamba una appreciate kwamba watu wamemlea mtu nini nini, na wewe unakuja unamchukua kama mke wako, umeona kwa ilikuwa ni kama vile e, eh, ni m, ni hatua fulani ya kwamba ile familia ya ya ya ya, ya, mwanamume inaenda kumshukuru e, eh, familia ya mwanamke kwa kwa malezi ya binti yao ambao kwamba hadi amepata maadili ambao sasa mtoto wao anataka amuoe au kitu kama hicho, haikuwa kama vile ununuzi kama ilivyokuwa, ilikuwa ni moyo kama ishara ya ya, ya ya heshima. Lakini hizi ziko tofauti tofauti katika tamaduni tofauti tofauti za, za Afrika, kwa sababu zingine, zingine ni almost inakuwa ni kama vile mtu ananunuliwa. Kwa sababu kwa kwa wenzetu wengine hapo hapo makabila mengine tu Tanzania unakuta kwamba yani ng'ombe mia, yani sasa ng'ombe mia da. <laughs> ng'ombe mia kwa sa, kama kwa sasa hivi na maisha na gharama za maisha, ng'ombe mia si ni hela nyingi sana? Kwa hiyo kuna sehemu zamani ilikuwa ilikuwa pia kwa sababu laba huo um, inabidi uonyeshe commitment, uonyeshe kwamba unaweza ukajitutumua ukaji. Kwa hiyo, ni kama ni kama vile kwenye Animal Kingdom kwamba unajua dume, uh, simba jike anachagua yule dume ambaye anaweza kapigana na madume wengine akayapiga, umeelewa? kuona na hii ilikuwa ni kama vile kuonyesha ile wanaume kwamba wewe unaweza kutafuta ng'ombe 100 au umeona, unaweza kufanya hivi familia yako. Kwa hiyo inaonekana kwamba ni kama kusin, kupeleka signal kwa kwa familia ya mwanamke kwamba ujamaa ana, ana anajiweza tu. <laughs> Umeona? <laughs> Yani, ataweza kumtekea kum mtu wetu, umeona? <laughs> Lakini sasa siku hizi mambo yamebadilika. Um, na yamebadilika sana kwa sababu kwanza kuna ile kuna ile ambao kuna ile ambao hawafanyi kabisa yani, wametoka katika hizo mambo za, za, za mahari kabisa, wametoka yani, kwamba ile kwamba mtu anafika, mimi nimempenda huyu, tumependana, basi watu wanaoana na vitu kama hivyo, ambao ni utamaduni ambao e, tunasema kutokana na, na, na, na, na mtandao na utandawazi. Kwa hiyo ni utamaduni fulani ambao kama uko imported kwa sababu ni utamaduni ambao unatoka e, nchi za nje mona kwa wenzetu, kwa sababu kwa wenzetu hayo mambo ya mahali na nini na nini kitu hayapo, lakini kuna sehemu zingine ambapo mahali labda, kama ukienda India inakuwa ni tofauti yani, mwanamke inabidi atoe kwa mwanaume yani kwao, vitu kama hivyo, kuna utofauti tofauti, lakini kwa kwa Afrika sasa, sasa hivi tumeanza ku, kuna baadhi wameanza kubadilika kwamba, ah bana, nyinyi watu mmependana na vitu kama hivyo, basi inabidi muone fresh, na wengine sasa hivi, si unajua watu wanaoana wanaamua tu kuishi pamoja na nini na nini, kuna hiyo change, generational change inatokea mm. Lakini pia bado wako ambao kwamba yani um, hii ishu ya mahari ni kwamba inawekwa bado front and center, yani yenyewe ndo kitu cha msingi, kwamba inabidi utoe mahari, inabidi utoe mahari you know. Na kiasi fulani umeona familia zinakaa chini, zinapanga bei, wanasema wengine wewe toa milioni tano, basi mwingine anasema batoa ng'ombe kumi, mwingine anasema atoe gari, si toe nini, umeona. Sasa hii ikifikia katika hatua hii, unaanza kujiuliza, kwa sababu hizi mambo sasa zinaanza kupanda. Kuna familia zingine sasa, kutokana na kwamba labda wenyewe wako na na status fulani, labda basi, unakuta wanataka wanaenda kuhitaji mahari ambazo haziwezekani kwa watu wengine, hata hawawezi kuzifikia, kwa sababu ni mahari za juu, kwa sababu labda kwao inaonyesha status, au unakuja kuoa kwetu, kwao inabidi ujikamue, uj, uj, uj, alafu kuna kuna hawa watu ambao ni maarufu na nini na nini tunaona kwenye vyombo vya habari, utasikia aa, mimi bala mimi siolewi bala bila mahari ya milioni mia mbili kwa mfano. Mimi wazazi kwa wazazi wangu peleka milioni mia tatu ndo utanioa. Kwa sasa hao ndo analeta notion ya kwamba sasa, je wewe unajiuza? Umeona, unajiuza au yani unauzwa wewe, ni, ni, product na, na pia kama uki, ukisema hivyo na ukijigamba wewe gharama yako ni milioni mia mbili Je, huyu mtu akilipa hiyo milioni mia mbili ana haki ya kukufanyia kitu chochote anachotaka maanake wewe tayari unakuwa ni product yake. Si ndio? Maanake unakuwa ni kitu anakumiliki sasa. Yani umetoka kwenye ile heshima umeenda sasa kujiuza kwa sababu una bei kabisa unataka kujitajia bei. Zamani ilikuwa simboliki kiasi kwamba kuna watu ambao yani mwanamke hadi alikuwa anaweza kajilipia mwenyewe mahari. Nitakupa mfano kuna watu ambao anaenda yani, ana, unakuta ameenda amempenda mshikaji afu mshikaji hana kitu. Unaona? afu wazazi wanasema bana, inatakiwa ng'ombe tatu ndo uje. Labda huyu mwanamke anajiweza na kitu kama hicho, anaenda anampa jamaa hela akanunue ng'ombe ili azilete nyumbani. Kwa hiyo inakuwa ni kwamba ni ile tu heshima kwamba baba anaenda kafanya hivi, kwa sababu kitu cha kwanza kilichopo hapo katikati ni nini? Ni mapenzi, ukiachana na, na issue za ku, za kuwekeana bei na wako wazazi ambao wanaona yani binti ni kama mradi yani, ile wawezekezaji. Na hao ni watu wazazi ambao kidogo wako nyuma, kidogo unakuta ile kabisa. Na mtu anazungumzia ah, kuna ile tunafanya kama utani. Mimi na mimi niko na mabinti wawili, lakini kuna watu mtandaoni wanafanya kama utani niki, niki post picha, utasikia ah, mwanangu utapata ng'ombe nyingi sana, umeona <laughs> sasa ng'ombe za kazi gani? <laughs> kwamba yani unageuza unawaangalia watoto kama, kama product kama kitu gani eti kwamba sasa mimi niko na watoto wazuri basi nitapata hela zaidi na vitu kama hivyo, kitu ambacho ambacho sio sahihi. Lakini pia ukiachana na kwamba huyu huyu binti au huyu mwanamke sio bidhaa na, na, na sidhani kama ni vizuri kuweka kumchukulia binadamu kama bidhaa au kumchukulia mtoto wako kama bidhaa umeona, kwa sababu ni sehemu ya damu yako. Lakini pia inatakiwa kwamba uhakikishe kwamba kumbuka kwamba unavyo unavyo unavyo uh, weka hiyo bei, ni kama vile unampokonya maamuzi, unampokonya, anaenda kuingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa ambayo anaweza akawa hana power kwa sababu inaonekana kama ameshanunuliwa, ni kama vile tayari bidhaa ishalipiwa, umeona wengine wanaenda mbali zaidi, hadi wanapanga mahali kwa kulinganisha familia. Yani mtu anasema ah, bana, wewe unatoka familia fulani, yani eh, kwa sababu kwenu mnaela, basi eh, mi nataka unipe na mimi hela nyingi, tofauti na ambavyo labda angeweza kuhitaji. Au sisi familia yetu tuko hivi kwa wow, wewe unayekuja kwa kwetu lazima ulete mamilioni kadhaa. Au kuna ile kufananisha tu kwamba, bana yule mtoto wa Saidi mbona alilip, alilipiwa milioni saba? Umeona kwao na sisi lazima tu, tu, tujionyeshe kwamba vipi, au, au tujionyeshe tulipe zaidi au tujionyeshe tulipwe zaidi mona kwa hiyo inakuwa inatoka kwenye inatoka kwenye ule msingi wa kwamba ni inatoka kwenye ule msingi wa kwamba ni heshima, ni ile tu kuonyeshana heshima na na kitu kama hicho ambacho ndio utamaduni wa mwanzo, na inaenda kwenye kwa kama kitu fani ya mashindano ya kuonyeshana ufahari. Umeona eh, mashindano ya kuonyeshana nani ana ana um ana, ana, ana, ana, ana tuseme kama ana status ya juu hivi. Umeona, inakuwa ni mashindano ya kuonyeshana nani anaweza kalipa zaidi na na haya mashindano ni kama nature yetu tu Afrika yani, watu, watu wanaenda, wanaenda baa, pombe ya bei ndio ujue kwamba sisi na sisi tume, kuna kiaina kama hiyo yeah. <laughs> <laughs> so, unataka utoe mahari zaidi, ni kwamba vijana wengi wanakosa, wengine wanakosa hata ndoa, wanashindwa kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya hizi ishu za ku um, wanashindwa kuhudumia hizi gharama hizi, kumudu hizi gharama za nani um, za za mahari na hii mahari watu wengi wanachukulia kwa hizi mahari na hizi ndoa kwa ujumla hizi harusi kubwa kubwa. Kuna wengine wakiangalia anaona inabidi apeleke ng'ombe si ya hamsini. Haya, akitoka hapo inabidi tena afanye harusi ya gharama ya milioni mia. Kuna watu wako katika madeni, miaka na miaka. Madeni yanayohusiana na ndoa yao. Kwa hiyo inakuta hadi ile sasa ile gharama ya ndoa ile na, na mahari na nini na nini, inapelekea ndoa yenyewe kuvunjika. Kwa hiyo nakuwa sasa haina

labda ni abusive ni mtu fulani yaani, ambaye anatesa na nini na nini, lakini ndio hivyo, ana hela kwaiyo sasa, wewe kwa sababu we, unataka tu status, uangalie katika hiyo utasema bana, huyu analipa ng'ombe hamsini alafu sasa mtoto wako anaenda anaenda kuteseka anaenda kunyanyaswa anaenda kuingia kwenye, kwenye, kwenye mateso ya kijinsia na vitu kama hivyo. Swali linabaki pale pale kama nilivyosema, je, huu ni utamaduni um, wa heshima au ni mfumo wa kuzuia hizo ndoa na upendo, au ni mfumo wa kibiashara kama ambavyo tunaweza kuzungumzia? Sasa kwa nini tumefikia hapa? Ndio tumefikia sehemu ambapo mahali yani inakuwa ni kama biashara, umeona? kwa sababu kwanza kuna ile, kuna ile tamko la hadhi. Sasa hivi kila mtu yani ni kwamba watu hawawezi wakafanya tena vitu chini kwa chini, kila, kila familia au, au kundi la watu au watu asase, wanataka kila mtu anataka afanye kitu kwa kuonekana. Hii issue ya mitandao ya jamii na nini na nini na nini, hizi mambo ya social media na vitu kama hivyo. Kwa kila mtu anataka kitu chake kionekane kwamba yeye yani amefanya kitu fulani ambacho ni bora zaidi ya, ya, ya mwingine. Utamaduni fulani tunasema, utamaduni wa kushindana, utamaduni wa nani waku, wa ni bora kuliko mwingine, wa wa kuonyesha kwamba mimi nina thamani kuliko wewe. Em, utamaduni fulani ambao tumetengeneza ni utamaduni waku, waku, wa kulingishia kutaka kulingishiana kwamba nani, nani ni, ni bora zaidi ya mwingine. Kwa hiyo inafanya watu sasa akitoka kama hivyo unavyosema inawezekana binti mwenyewe akatoka kama hivyo tunavyoona watu maarufu ah, mimi nataka kuolewa kwa milioni mia mbili. Okay ongera, na ndio maana uko single hadi leo, labda inawezekana kwa sababu unasubiri hiyo milioni mia mbili lakini pia inaweza ka influence watu wengine kwamba bana, mimi huyu aliolewa kwa kwa gharama kubwa, basi na mimi nitaolewa kwa gharama kubwa. Sasa hivi kila kitu ni biashara, na hiyo ndio tatizo lingine kwamba sasa hivi kila kitu kimebadilika, biashara, kila kitu unaweza kufanya kikabadilisha maisha yako. Kwa mfano, kuna watu wengine tu kwa kujitangaza hivyo kwamba yeye hey, hey, yuko vizuri, anaweza anaweza hata kupata deal ya kwamba huyu bana eh, na unajua mara balozi siwa nini, unajua mara siwi nini, kila kitu ni biashara. Yaani unaweza kufanya kitu ambacho ni ni cha kipumbavu kikageuka kikawa biashara, umeona. Lakini pia hizo ishu za hiyo harusi yenyewe, pete, mapambo, si chakula, si fotoka, kila kitu kina bei. Kwa hiyo mtu anakuja kuangalia kama kila kitu kina bei zake na gharama zake, na kila kitu ni biashara kama hii, kila kitu katika hii ndoa hii, ili kufunga ndoa, kila kitu kilichopo kinachohusiana na ndoa ni biashara. Sasa watu wanaona, wanaona kwamba na hii mahari, kwa nini unakuta na yeye ameingia kwenye orodha ya gharama kwamba, bana, okay au wapo ni kwamba wazazi um, wamekuwa wame sasa wanatumia nani, baadhi ya wa wazazi wamekuwa wanatumia kama ni fursa ya kiuchumi, umeona e, na wanasema kabisa, muda mwingine wanasema kama kiutani, lakini ndo ukweli wenyewe, yaani ni kitu ambacho wanafeel. Utasikia e, hii ni nafasi yetu ya kurudisha gharama zetu, unajua, kwa mfano eti gharama zetu au, au utasikia usione, usione anang'aa hivyo, tumemtunza nanini nanini, kwa hiyo E, unavotaka kumuoa basi inabidi uturudishie gharama zetu, vitu kama hivyo ambao ni, ni vitu vya tu, sio vitu ambavyo sahihi. Na kama unasema kurudisha gharama kwa kwa kwa kwa nani, ili kwa kwa kupewa hela ulizolelea mtoto, maana ni kwamba basi baada hapo umerudishiwa gharama zako, basi ukubali kwamba baada hapo mtoto wako yule hata akitafuta hela hatakiwa kuletea wewe tena, kwa sababu ushawewe uwekezaji wako, ule ambao unasema uliwekeza na umemlipia huyo mtoto umesharudishiwa kama wewe ulimweka huyu mtoto kama ni investment, basi inabidi iwe ni investment ya wale waliolipia ule uwekezaji ambao wewe usharudishiwa. Umeona, sio tena, umemaliza hapo, afu baadaye unaanza kusema oh, mbona sisi ajali baba zake, sio ajali nini nini nini. <laughs> Sasa hivi inabidi ajali baba wa mume wake, kwa sababu mume wake sasa ndio, labda kama wamechangia kwenye hiyo mahari, maana yake wameshanunua tunasema rights wamenunua haki za za za e, za uwekezaji kwenye kitu kwenye hiki kitu ambacho mnataka kukifanya kama uwekezaji, wakati sio. Ka, kabla tujachanganya mambo inabidi kujua je kwamba kwa, kwa, kwa maana mtu unaweza kusema kwamba ninavyozungumzia hivi kaonekana kama ni mahari ni kitu kibaya au nini? Hapana, hatuwezi kuzitu hatuwezi kuzungumzia mahari kama kitu kibaya, kwa sababu mahari kama mahari sio kitu kibaya yenyewe kama yenyewe, umeona, lakini ni jinsi ambavyo ni jinsi ambavyo sasa watu wanafanya. Sometimes inabidi vitu viwe tu symbolic, yani, yani, yani. Tungebakisha utamaduni huo, lakini ingekuwa tu symbolic kwamba haya sasa bana, mumletee mzee scotch moja hivi, whisky moja hivi, labda hata ya laki hivi, umeona. Kama ni mnywa pombe, kama ni um, mpenda nyama basi mletea hata upaja wa, wa, wa, wa, wa, wa ng'ombe au wa mbuzi eh? Kuifanya tu iwe symbolism kuliko tu umletee sasa, unamletea ng'ombe mzima wa kazi gani? Umeona, inatakiwa hiyo ni kitu fani ambayo haiwezi kumuumiza ukijana ambaye anataka kwenda kumuoa. Kumbuka kwamba watu wataenda, wataenda wataishi maisha pamoja, na hata kama huyu jamaa akienda akikopa hizi vitu kwa mfano hizo ng'ombe mia mnazotaka, akienda akikopa, kumbuka baadaye anaoa anaishi na, na mwanamke, mzigo tena unakuwa ni wao wote. Ile shida utaipata katika kulipa wale ng'ombe mia, mtoto wenu atakuepo pati ya hiyo shida, hutaki hmm, ufanye mtu sasa achukie ndoa kwa sababu wewe unataka ee, ulipwe. Umeona, kwa maana kwamba hiyo ndoa kama kama ndoa, au hizo hiyo mali kama mali, haitakiwi biashara Mwana. Ila inatakiwa, hiyo ni ishara gani? Kusema ni ishara ya heshima, lakini pia inabidi hiyo ishara ya upendo na na kuonyesha tu, kama vile ku acknowledge kwamba nyinyi ni wazazi na nini na nini, respect na vitu kama hivyo, ambazo ni tamaduni, ambazo hatuwezi uwezo kafuta tamaduni zako kabisa. Tunachosema kwamba inabidi kiondoke ni kuhama kutoka kwenye ile tamaduni ile ya kuonyesha upendo na heshima, kuhamia kwenye biashara, umeona. Kama wazazi wanapokea mahari kwa moyo wa furaha na nini, eh wanaweza hata kusema kwamba bana hii tunapokea kama kama ishara ya upendo, lete elfu hamsini lete laki lete laki mbili maksimam, yani hela fulani ambao unajua kwamba mtu anaweza kazama mfukoni, akakulia, akakupa kama unaamini na, na, na katika baraka na maana, ukifanya hivyo hata ndo, e, ndoa yenyewe inaanza katika footing nzuri, inaanza katika baraka nzuri kwa sababu sasa kunakuwa hakuna mzigo, umeona hakuna zile feelings za kwamba bana, mimi nimejikamua, nime nimepinda mgongo kumpata kwa huyu, kwa hiyo inabidi huyu sasa akafue nguo. Yani hata mashine ya kufulia nguo simnunulii <laughs> kwa sababu nishalipia mtu, anakuwa amenua kama tool. Ndo ndo hata zile kauli za kwamba umepata jiko ni kauli ambazo za kinyuma sana, kwa sababu umepata jiko maana kwamba wewe uta, ni utamaduni wetu ulikuwa hivyo, lakini tunajua yanabadilika. Kwa hiyo ina maana kwamba kama, kama, kama, kama hmm. kwa sababu na vijana wengi mi nadhani wanaelewa maana. Ndo maana unakuta hata wanaachana na huu utamaduni taratibu taratibu, kwa sababu wanaona ni kitu tu mieusho. Na kama Gen Z yani, ambayo ndo topic nilizungumzia last week, Gen Z ndo kabisa hii kitu wataipotezea, wata wataachana nayo, kwa sababu wanaona wanaona jinsi ambavyo sehemu zingine zinavyoenda kwamba ishu ya mahari haitakiwi iwe mzigo kwao. Na inatakiwa heshima, lakini unaweza kuta jenzi walivyo makauzo, unaweza hata hiyo heshima angamwambia bwana, kwa sababu atauliza maswali, kwa nini? Yani kwa nini mimi nampenda huyu hapa, kwa nini wewe nikulipe wewe ambaye, kwa nini hizi hela ninazokupa wewe nisitumie kwa mtu ninayempenda? Umeona? Lakini na wazazi pia, yani mwisho kwanza ananiambia kwamba wazazi nao pia inabidi waache hizi tamaa za kwamba, yani, em, we sasa unataka tu utengeneze hela, kwa hata kwa kutumia watoto wako na nini na nini. Umeona, sio? Aya, sasa Tugili, tuje, tulinganishe tena hizi issue za mahari na kizazi kipya um, kizazi kipya kana wanasema, vijana wa sasa hivi wana maswali mengi, wana issue nyingi, wanataka kuelewa kwa nini lazima tulipe mamilioni ili wao ni kuoe, yani ili iweje, unaona. Na ni mjadala mzuri, mimi nadhani kwa sababu utafanya sasa hata wakiingia kwenye haya mahusiano wana wanakuwa wanaingia kwenye footing nzuri. Lakini wengine sasa, ndio maana unakuta vijana wengi yani sasa hivi hata kuoa kuoa waoi, yani watu wako tu kwa sababu wanaona kwa sababu inawezekana hizi mila mila na nini na vitu hivi vinawarudisha nyuma, unaona na wengine wanaamua, ndo maana ukuta wengi wanaamua, ah bana, sio lazima tuoane, bila sio lazima kuenda ndoa, kisa gani unaweza tukakaa tu tukaishi kwa hiyo wengi wana move in tu, wanaishi pamoja wanakuwa na watoto na familia inaenda, alafu baadaye wanakuja wanafanya kitu kidogo tu, si bariki ndoa nini, nini, tayari ah, hata mwenye unaona aibu kuwa dai mali, maana watu wana watoto wanne walilipa ada saba <laughs> wanako ku, wanakutoa na wewe na hapo tena kuanza kudai mali wewe bwana, he mtu chini. Kwa hiyo hizi hawa watoto watakw kwamba kizazi kipya hiki nini kitakuja kitabadilisha hii kitu, yani utake usitake, kwa sababu mda mwingine watu kuna ile watu traditionalist inakuwa nasikitika, ah, unajua bwana, misingi na nini na nini, lakini tuende mbele, turudi nyuma, tukubali tukataeni kwamba hivi vitu jinsi vilivyo tu ni kwamba vimekaa vitabadilika tu yani, hatuwezi hatuwezi kuvizuia. Umeona jinsi ambavyo wazazi wazazi wetu wazee wetu, wetu walikuwa nafanya itakuwa ita, tu ni tofauti na ambavyo tunafanya sisi obviously. Umeona kwa kwa wazazi tuseme vijana na jamii kwa ujumla kitu kinachohitajika ni kwamba tu yani ile yani kukubaliana na mabadiliko kuachana na, na yani sehemu za mila ambazo zinaonekana kwamba zinatuvuta nyuma, kwa sababu kwa sababu yani ya haiwezi ikatusaidia inabidi kuangalia namna ya kutunza utamaduni, kudumisha utamaduni, ila bila kuwekeana mizigo na kutesana. Umeona na, na, na, na kutogeuza hizi mila na tamaduni ambazo tunazicherish zikageuka kuwa, kuwa ni biashara na mateso kwa watu ambao labda wanataka kuingia kwenye ndoa au kuingia kwa, kwenye mahusiano umeona? Ko ko, ni ni ni ni, ni pati ambayo kila mtu kila mmoja wetu anatakiwa aicheze, unaona? Japokuwa ndio wanaooa na kuolewa wazee, of course watu vizazi vya nyuma walishaoa na yani stories zimeisha. Wanaoenda kuoa ndo hawa gen z nani na nani, nani, nani. Kwa hiyo automatically unaona tu kwamba hivi vitu vitaenda kubadilika, umeona? Hivi vitu vitaenda kubadilika kwa sababu vision na jinsi hao wanavyo wanavyoangalia maisha um, ni tofauti na ambavyo watu walikuwa wanaangalia maisha hapo nyuma. Kwa mahari si bei ya mapenzi, hiyo kitu inatakiwa ujue kwamba mahari ni utamaduni na, na, na heshima ni, ni, ni kitu kama tunasema kama shukrani hivi, ni kama ni, ni mahari ni kama ni tamko fulani la kuunganisha familia mbili. Kwa hiyo mahari haitakiwi na price, inatakiwa iwe symbolic, inatakiwa kitu tu cha kuwakilisha namna fulani ya kuonyesha kwamba una, una acknowledge hiyo kitu, umeona? Um, lakini kama tukiendelea kulifanya kama biashara basi itaendelea kupata ndoa ambazo ambazo zina abuse, ndo ambazo watu wana, wana maisha magumu kwa sababu wana madeni, wana vitu kama hivyo, ndo ambazo watu sasa wana uchungu <laughs> wana uchungu kwa sababu wamelipa hela nyingi, wana mashindano ya kifamilia ambayo sasa yatakuja tu yatafanya ya watu akose kuwa na wapenzi wanaowataka, waende wakakae na watu ambao hawataki kwa sababu kwa sababu tu ya kutaka status na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vitu, ni vitu vya, ku, vya kujaribu ku, ku, ku, kuvi, kuviangalia kwa undani ili kuweza kuepusha watu kuingia kwenye maumivu makali zaidi. Hiyo ndio ilikuwa issue yangu ya leo. Kama kawaida tumemaliza, like na kusubscribe kama hivyo, wanawaambia jaribuni pia kushare na wenzenu ili waweze kuona, zinakuja mambo mengi sana, anakuja mambo mengi sana sana sana Um, na kama una kitu chochote unataka tukiongelee basi shusha kwenye comment hapo, tutakiongelea. Mimi naitwa Tovuti na hii ni Mambo Vipi, na kama kawaida ninavyosema, chao chao.